Kabla sijahitimisha hotuba yangu niombe niweke msisitizo katika maeneo machache manne. La kwanza, ni vema mradi huu ukamilike. Mkataba ni sheria, mkataba ni makubaliano kama ambavyo tumekubaliana na bahati nzuri mliwekewa miezi tisa mkasema mnaomba miezi kumi na tano. Basi kweli tustik katika masharti ya mkataba ambao tunaingia leo hii, lakini kubwa bila kucompromise quality. Tujitahidi sana tuweze kumaliza kwa wakati, na hata ikibidi kumaliza kabla ya muda. Sisi kwa upande wetu tutajitahidi kufanya facilitation role, na kila sehemu mtakapokuwa mnaona mnapata changamoto basi msisite, na niwahakikishie binafsi yangu ya milango yangu iko wazi wakati wote, lakini pia milango ya wizara ili kuwezesha mradi huu kutekelezeka na kukamilika kwa wakati. Eneo la pili sa tumesikia tathmini inayoendelea ya kuangalia upatikanaji wa mawasiliano katika maeneo mbalimbali. Ni vyema tuangalie maeneo yote yenye changamoto hii ili kuhakikisha malengo tuliyoelekezwa kupitia ilani pamoja na nyaraka zingine yaweze kufikiwa. Eneo la tatu, kwa ndugu zangu watoa huduma, ni muhimu tuendelee kuangalia mfumo ulio rasmi ili kuhakikisha tunatumia vizuri miundombinu yetu na rasilimali zetu na haswa kwa upande wa national roaming pamoja na colocation. Natambua TTCL pamoja na Airtel imeshaanza kuitekeleza hili vizuri sana. Endelee kutoa rai pia na kwa wengine waweze kuona kwa fursa hii muhimu kwa ajili ya kupiga hatua ya haraka katika upatikanaji wa mawasiliano. Hakuna sababu, uwekezaji umeshafanyika sehemu nyingine, mwingine ameshapeleka mnara, tunaweza bado tukaweza colocate na kuweza kutekeleza hili. Nitoe rai kwa katibu mkuu kulisimamia hili kwa ukaribu kabisa, na endapo kutatokea changamoto, basi tuweze kuwasiliana mapema kuona namna bora ya kuweza kuzitatua kwa pamoja. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, ndugu zangu watu wa huduma, niko very excited ukija kukutana nani, na nitakuwa tayari pia. Baada ya hapo, ndio tutakuja kukutana kama consortium, lakini nitamani kila mmoja kwa nafasi yake aweze kupata nafasi ya kusema pamoja na kusikika lakini na mimi kuweza kujifunza zaidi mnyororo mzima wa utoaji wa huduma katika kampuni zenu. Mabibi na mabwana, baada ya kusema hayo, niendelee kusisitiza mikataba hii, fuatilie kwa karibu, kifungu kwa kifungu, isimamiwe vizuri ili kuweza kuleta tija kwa Watanzania.